Naitwa Frank Masao, ni daktari bingwa mwandamizi wa afya ya akili hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Leo nitazungumza kuhusu afya ya akili na magonjwa yasiyoambukiza. Tunapozungumza afya ya tunapo akili ni kama ilivyo afya ya mwili, lakini kwenye afya ya akili tunajishughulisha zaidi na hisia za mtu, tabia na mienendo yake, mitazamo yake, imani yake ambapo vitu hivi kama vipo sawa, vinamwezesha mtu kuwa na uwezo wa kujitambua vipaji na karama zake, vinampa uwezo wa kuweza kutatua changamoto anazokabiliana nazo, lakini zinamwezesha pia kujikimu katika maisha yake, kwa maana ya kufanya kazi au kuzalisha, na mwisho wa siku pia anatoa msaada ama anasaidia jamii inayomzunguka. Tunapozungumzia magonjwa yasiyoambukiza haya ni yale magonjwa yanayoshambulia miili yetu lakini hayatokani na maambukizi aina yoyote. Uh, takwimu zilizokuwepo zinaonyesha kwamba yako magonjwa makubwa manne ambayo ni sehemu ya magonjwa yasiyoambukiza haya ni pamoja na magonjwa ya moyo na mishipa ya damu ambapo tunapata ugonjwa kama shinikizo la damu, lakini magonjwa mengine ni kisukari, magonjwa ya kansa na magonjwa yanayoathiri uh, njia ya mfumo wa hewa. Aina uh, hizi kubwa nne za magonjwa zinachangia kwa kiwango cha asilimia themanini ya magonjwa yote yasiyoambukizwa ambapo pia yanaleta uh, vifo zaidi ya asilimia sabini kutokana na magonjwa yasiyoambukiza. Sasa uhusiano uliokuepo kati ya magonjwa yasiyoambukiza na afya ya akili ni nini? Itambulike kwamba afya ya akili ni sehemu ya magonjwa yasiyoambukiza. Lakini unapokuwa na changamoto katika afya ya akili inasababisha uh, changamoto zaidi katika magonjwa yasiyoambukiza, lakini unapokuwa na magonjwa yasiyoambukiza pia analeta changamoto zaidi katika magonjwa ya afya ya akili. Kwa mfano, mtu anayeugua magonjwa ya afya amin, magonjwa ya uh, kuambukiza yasiyokuambukiza, anao uwezo mkubwa sana kwa kiwango cha asilimia ishirini mpaka thelathini kuugua pia uh, maradhi ya akili lakini mtu anayeugua maradhi ya akili ana uwezo wa kiwango cha asilimia mpaka 40 kuweza kuugua magonjwa yasiyoambukiza. Na hii inamaanisha kwamba kadiri ambavyo mtu anakuwa na aina zaidi ya moja ya magonjwa yasiyo ya, ya kuambukiza, bila shaka anakuwa na uwezekano mkubwa wa kuugua magonjwa yanayosababishwa au yanayosababisha afya ya akili tunazungumza kwamba mfano mtu anaugua ugonjwa wa presha alafu au shinikizo la damu alafu, akapata ugonjwa wa kisukari, inamaanisha kwamba uwezekano wa kuugua maradhi ya akili haswa aina ya sonona, mheuko, um, wasiwasi, hofu au msongo inaongezeka zaidi. Lakini mtu anayeugua maradhi ya akili aina mbalimbali au yaliyokaa kwa muda mrefu na asiyotibiwa yana uwezekano wa kuongeza pia aina za magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa naugua maradhi ya au ugonjwa wa kisukari, lakini anaposhindwa kudhibiti afya ya akili, basi kuna uwezekano ugonjwa huu wa kisukari hali ikaendelea kuwa mbaya zaidi, au akaweza pia kuongeza magonjwa mengine kama ya shinikizo la damu, kutokana na kutokufuatilia tiba na uwezekano mkubwa wa kupata ma, uh, magonjwa haya. Kitu kikubwa cha msingi kutambua ni kwamba magonjwa yasiyoambukiza na maradhi ya akili vinaweza kusababishwa na vichocheo au viashiria au viatarishi vya aina moja. Vipo katika makundi makubwa matano. Kundi la kwanza ni matumizi ya tumbaku. Kundi la pili ni matumizi ya pombe ambayo yanaweza kuwa yamekithiri, pamoja na vilevi vingine. Lakini kundi la tatu ni matumizi ya vyakula ama lishe ambazo hazijashauriwa na wataalamu wa afya pamoja na wataalamu wa lishe. Uh, vyakula mbalimbali mbali kama kutumia wanga mwingi, kutumia sukari iliyo kithiri, matumizi makubwa ya chumvi au matumizi ya mafuta kwa kiwango kikubwa. Na jambo la nne ni pale ambapo kutokufuata ushauri wa kitaalamu haswa kufanya mazoezi mara kwa mara yanaweza pia yakachangia maradhi haya na mwisho kabisa ni pale ambapo mtu anaishi au anafanya kazi mazingira ambayo yana hewa ambayo sio safi au hewa iliyochafuliwa. Kwa hiyo haya mambo yote yanaweza kwa kiwango kikubwa kusababisha magonjwa yasiyoambukiza, lakini pia yanaleta maradhi, yanaweza kuchangia katika maradhi ya afya ya akili. Jambo lingine katika haya maradhi ya afya ya akili pamoja na, na, na magonjwa yasiyoambukiza ni dawa ambazo zinatumika kutibu mara, magonjwa haya mtu anayeugua magonjwa ya uh, yasiyoambukiza atalazimika kutumia dawa labda za aina nyingi na, kwa, na, na, na aina tofauti, lakini pia mtu anayetumia au mtu ambaye anaugua maradhi ya akili pia analazimika kutumia dawa. Sasa kinachotokea ni kwamba zile dawa zinazotumika katika kutibu magonjwa yasiyoambukiza kwa kiwango fulani zinaweza zikachangia katika uh, maradhi ya akili, lakini mtu anayetibiwa maradhi ya akili sehemu kubwa dawa zinazotumika hapa zinao uwezo wa kubadilisha tabia ya mtu, hasa katika tabia ya kula na kufanya mazoezi, kwa hiyo kwa kiwango kikubwa kuchangia katika magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano, mtu anaweza akatumia dawa ya afya ya akili ambayo inaongeza hamu ya kula, mwisho wa siku akajikuta amekula kuliko kawaida na kuongezeka uzito, na zile athari ambazo zinaweza zikaleta changamoto katika magonjwa yasiyoambukiza. Lakini pia ni muhimu kutambua kwamba magonjwa yasiyoambukiza na maradhi ya akili ni magonjwa sugu na haya ni magonjwa ambayo yanamlazimisha au mtu analazimika kutumia dawa kwa muda mrefu au kufuatilia matibabu kwa muda mrefu. Inapotokea mtu amechoka kusimamia matibabu au kufuatilia matibabu, kuna uwezekano mkubwa kwamba akazidi kuongeza changamoto katika magonjwa yasiyoambukiza lakini pia akaongeza changamoto katika maradhi ya afya ya akili. Chochote katika hichi ki, viwili kitakachoongezeka kitaleta athari kwa mwingine. Kwa hiyo kama maradhi ya akili yataongezeka na kuwa mabaya zaidi, yatachangia kwa kiwango kikubwa aa, magonjwa yasiyoambukiza hali kadhalika, kama magonjwa ya kuambukiza yanaongezeka, inamaanisha kwamba na afya ya akili nayo na itazidi aa, kuwa aa, tete. Sasa matokeo ya kuugua kwa pamoja afya ya akili pamoja na magonjwa yasiyoambukiza inasababisha sasa afya ya mwili na ya akili kuzorota zaidi, kusababisha kwamba ubora wa maisha ya mtu kupungua, kwa ule uwezo wa kawaida wa mtu kupambana na changamoto zake, kujiingiza katika uzalishaji, kuisaidia jamii, haya mambo yote yanapotea. Lakini athari ya pili inakuja kiuchumi, kwamba unapokuwa na haya magonjwa na hayajadhibitiwa basi kinachotokea ni kwamba uchumi utakuwa unatetereka, kwa sababu ni gharama kubwa sana kuyatibu haya magonjwa yasiyoambukiza au maradhi ya akili. Sasa yapo mambo makubwa mawili au matatu tunaweza kufanya katika kupambana na hizi changamoto mbili za maradhi ya akili na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa wataalamu wanaotibu magonjwa yasiyoambukiza, ni muhimu sana kutambua hili jambo kwamba wagonjwa wanaowatibu au wanaowapa huduma za afya wanaweza wakapata changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo ni muhimu sana katika matibabu yako kulitambua hilo, lakini pia kuwa na utaratibu wa kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wanaokwenda kutibiwa matatizo ya kimwili katika haswa katika maeneo ya magonjwa yasiyoambukizwa, basi nao wanafanyiwa tathmini ya awali ya viashiria vya afya vya akili, ili inapotokea mtu anaugua maradhi ya akili au ana viashiria vya maradhi ya akili, aweze kupelekwa kwa wataalamu husika na kupatiwa matibabu wakati wa mapema. Hali kadhalika wataalamu wanaotibu maradhi ya akili ni lazima watambue kwamba mwisho wa siku huyu mgonjwa anaweza akapata, akapata magonjwa yasiyoambukiza na mengi yanatokana na matumizi ya dawa au kuto kusimamia matibabu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapokwenda kwao, wanawapima afya ya mwili, ikiwa ni pamoja na kupima shinikizo la damu, kuwapima mapigo ya moyo Uh, shinikizo la damu uzito na urefu wao, na kupima pia uh, damu au wingi wa sukari katika damu, kuhakikisha kwamba viashiria vya awali vinaweza vikapatikana katika kliniki za afya ya akili, na kama hivyo viashiria vipo, basi hao wagonjwa wapelekwe sehemu husika ili waweze kupatiwa matibabu. Jambo lingine katika haya maradhi ya afya ya akili pamoja na, na, na magonjwa yasiyoambukiza tunaiomba jamii yote isisubiri kuugua ama kuumwa. Wao wanakwenda hospitali mara kwa mara kuhakikisha kwamba wanapima magonjwa yasiyoambukiza pamoja na kufanya tathmini ya afya ya akili. Lakini wote kwa pamoja tunatakiwa kuzingatia vile vichocheo au viashiria ambavyo vinaweza vikasababisha haya matatizo. Tumesema kwamba matumizi yaliyokithiri ya tumbaku, pombe, kuto kufanya mazoezi, kuwa na lishe ambayo haishauriwi kitaalamu ni miongoni vya visababishi vinavyoweza kuleta hizi changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mara kwa mara tunazingatia matumizi ya tumbaku, pombe, kufanya mazoezi mara kwa mara, lishe njema, lakini wakati huo huo pia kuhakikisha kwamba mazingira ya makazi yetu na tunapofanya kazi, sote tunakuwa salama. Huduma ya kliniki za afya ya akili hapa hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila zinapatikana kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi jioni. Lakini pia kwa wale ambao wanakuwa na dharura, hizi huduma zinapatikana kwa muda wa masaa ishirini na nne ikiwa ni pamoja na siku za sikukuu, Jumamosi na Jumapili.